k Okay. <clears throat> Eh, mi vile mnajua ni Gaucho mwanasoja wa Raila Odinga. Nina mambo kidogo sana kuhusu hii mambo ambayo yanaendelea sasa hivi Nyanza. Mimi nataka kuwaji viongozi wetu Wajaluo, unaona watu kwa, kwa serikali wa Kikuyu wanapinga William Ruto na wapigi nduru na wavutani, hata wale wengine walitoka hawavutani na wale wako ndani mimi nataka niwaambie watu wetu, ni siku gani tutajua kukula juu ya meza ama kukaa juu ya meza bila vita? Ni siku gani tutakuwa tunakula kama tumenyamaza? Hii ni wakati, mnajua vizuri hii serikali baba ndi alituweka ndani, ndi alituingiza kwa hii serikali. Baba alikuwa na sababu yake ya kutuweka kwa hii serikali, alijua vizuri akikufa kama tuko nje tungeuliwa kama inzi, tungefrustratiwa, lakini alifanya heshima na akakufa kama ametuacha kama nduko, nduko ndani ya serikali. Mimi naambia watu wetu, tunakosa kuagrii juu kwa nyumba, lazima watu wakose kuagrii, lazima tukose kukubaliana, but tusikue mpaka tunapigana hadharani mpaka tunaumizana tuna hadharani. Mimi naomba wafuasi wa viongozi wa nini, either kwa Facebook ama kwa TikTok ama kila mahali, please wacheni kuweka hii moti kwekali, unaona kwa sababu sa zile mnapigana watu wa Central wamenyamaza, hii ndio furaha yao, watu wa Gachagua hiyo ndio furaha yao. Na iko watu wanataka hii moto kuwe kali ndio Wajaluo tukose maana katika hii serikali, tutolewe hizo nafasi ambayo mnataka tutolewe, watu wengine kutoka Central watachukua. Na mimi nataka niwaambie, anawambia bure, ikuwe viongozi kutoka Migori, Homa Bay, Siaya, Kisumu, please tushikaneni, tukae kwa hii serikali tupate kitu ndani ya serikali. Ile kitu mnafaa mpigane nayo. Saa hii ni kila mtu analaumu. ameandika wa watu ngapi? Mbadi ameandika wa watu ngapi? Opio Wandai ameandika wa watu ngapi? Roimondo Molo ameandika wa watu ngapi? Ali Hasan Jo ameandika wa watu ngapi? Oparanya ameandika wa watu ngapi? Angalieni watu wa Western Kenya wamenyamaza kimya. Kuna mtu anavurutana na Oparanya? Hakuna mtu anavurutana na Musalia Mudavadi, hakuna mtu aaa anavurutana na Watangula, hakuna mtu anavutana na Ali Hassan Joho. Unaona, hakuna mtu anavutana na ule. Fikirini, ni sisi tu ndio napiga nduru juu ya mesa. Wajaluo jamani, situkuwa tu na maana ya mesa amujatusaidia. Mnataka sahii wengine wanataka wengine watolewe kazi, wengine wanataka wengine wakuwe kazi, simkumbuke vijana wenyu ambayo bado wajapata kitu jamani. Na mimi naambia vijana wetu Wajaluo msiingie kwa hii trap ya kuanza kuwekana na vita yenye ina aina nyingi kwa sababu hii vita itakuwa juu, hii vita itarudi chini, watu wanaanza kuendana wenyewe kwa wenyewe na unawinda mtu ana kitu. Mimi nawaambia, baba alikuwa na sababu ya kutuweka ndani ya serikali, na sasa ile mnapigana mnafurahisha William Ruto kwa sababu zile vita navaa fanye Migori, zile vita navaa fanye umabei Kisumu, siaya yeye yeah, atawacha awache nyinyi mupigane, apeleke hizo vitu Western, apeleke hizo vitu kambani, apeleke Coast, apeleke ila zingine apeleke kwao, nyinyi muendelee na vita, unaona alafu mtakuja kulaumu Ruto ya kwamba oh, ten ten point agenda ambayo baba alisema afanye hajafanya hajafanya aje, na nyinyi mlikuwa mnashika mnapigana mna, saa hii tumebaki one and a half year ndio tuende election. Kwa nini msinyamaze tu mrelax? Mkipanga mambo yenyu kama jamii ya Wajaluo, mngekuwa viongozi, mngekuwa mnaitana mahali, youth leaders, viongozi mnaitana mahali, aidha mtu ako kwa UDA mwingine ako ODM, mwingine akokuwa sisi kwa sisi, munawacha kwanza hizo hizo machama zenyu, tunakuja pamoja kama jamii, tukiwinda mnyama ambayo iko mbele yetu kubwa Sahii nyinyi mnapigana, wengine wanapigana kingpin, wengine wanapigana party leader, wengine wanapigana sijui nini. My friend, hii hakuna mali inatusaidia nayo, hakuna mali inatupeleka. Sahii kingpin yetu ni bado ni Raila Odinga, hakuna mtu mwingine atakuwa kingpin yetu bado. Bado kingpin yetu ni Raila Odinga, party leader yetu ni Raila Odinga, hata kama yuko huyo, ndio bado alituweka hapo. Na mimi ningeomba viongozi wetu, naomba vijana wenzetu, plis, tusiingie kwa hii vita serious tunatusi sijui Raymond Molo, unatutusi Gladys Wanga, unatutusi Opio Wandai, unatusi Mbadi, unatusi Uchilo, unatutusi jui nani. My friend, ni wakati lazima tukuje chini kama jamii, tuangalieni mbele, or else mtapigana wenyewe, muane na kuta, kuna kitu mtapata. Ruto akisajua jua mmejidivide, ataenda kunegotiate na Kalonzo Kalonzo kwe deputy wake atarudi Central mkishapigana, aone ya kwamba mtu amsaidia atatoa nyinyi na replace nyinyi na watu wa Central tena, turudi juu ya mawe. Mimi nasema tafadhali, watu wetu na mimi naomba viongozi wetu, tumekuwa na vita zaidi. Ni wakati mnataka kurudisha kwa vita ya supremacy ya ya UGPC, sijui Tom Mboya, sijui nani eh, wakina nani, turudi kwa hiyo supremacy? Aitusaidii vijana wetu, wanataka school fee wamama wetu wanataka school fee. Vijana wetu ambao wamemaliza university wanataka kazi, wale wengine hawana kitu ya kufanya, wengine wanataka biashara, wengine wanataka tenda. Badala mudiscuss hizo vitu, munatoka kutudiscussia nani mkubwa kuliko nani, nani mdogo kuliko nani? Hii tusaidii kama vijana Wajaluo, na mimi naomba nyinyi na unyenyekevu. Baba Raila Odinga alikuwa na sababu ya kutoka kwa hii serikali. Baba Raila Odinga alikuwa na sababu ya kuweka kila mtu pali yake. Please. Hatutakubali kwenda na hii njia na mimi nawaambia ukweli. Angalini, Kalanjini wote wamenyamaza, angalini Central wote wanapiga kelele. Gashaka wanapiga kelele, lakini apigi watu wao ambao kwa serikali. Kalonza anapiga kelele, bata pigi wakambao ambao kwa serikali. Mudavani wakina natembea wanapiga kelele, lakini wapigi watu wao wa serikali. Sifuna anapiga nduru kila siku hapa, napigi walio walio wao ambao kwa serikali, lakini sisi wajaluo tunapigana, wale wa kwa serikali tunapiga watoke, tunazungumana watoke. Jamani situtumie tu akili Jamani, tutakuwa na kili lini? Sisi wajaluo tutakuwa na lini? Tutakuwa na kili lini? Kama we ni eh, senator, fanya kazi yako ya senator. Kama we ni governor, fanya kazi yako ya governor. Kama we ni PS, fanya kazi yako ya PS. Kama we ni MP, fanya kazi yako ya MP. Kama we ni MCA, fanya kazi yako ya MCA. Kama we ni women rep, fanya kazi yako ya women rep. Hiyo puzi ya ho sijui nani mrefu sijui nani mkubwa, na hata nyinyi vijana ambao